shi la polisi mkoa wa morogoro linamtafuta dereva wa gari aina ya scania e yenye namba za usajili t 406 czs na tela lake namba t 804 bub likiwa na ambalo lilikuwa limebeba shehena ya sukari likiendeshwa na dereva ambaye ametoroka baada ya kusababisha ajali iliyopelekea vifo vya watu tisa na majeruhi 19 ajali hiyo imetokea juni 12 mwaka huu 2025 muda wa alfajiri huko katika eneo la Melela Kibaoni, kata ya Melela, wilaya ya Mvomero, mkoani Mkua, Morogoro, kwenye barabara kuu ya Iringa Morogoro, ambapo gari yenye namba za usajili T 523 EKM, hii ni aina ya Higer basi likiendeshwa na dereva anaitwa Hussein Muhamedi Mkwizu mwenye umri wa miaka 59, mkazi wa Dar es Salaam, ambaye amefariki kwenye ajali hiyo, likitokea mkoani Mbeya kwenda mkoani Dar es Salaam, iligongwa na roli la mizigo lenye namba za usajili T 406 CZS na tarea lake namba T 804 BUB aina ya Scania. Hii ikiendeshwa na dereva ambaye nimesema anatafutwa, na kusababisha vifo vya watu tisa. Kati yao watu tisa, wanaume ni watano na wanawake wanne. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha ajali hiyo ni uzembe wa dereva wa lori kushindwa kulidhibiti gari lake na kupoteza uelekeo kisha kuligonga basi yeye huyu alikuwa anashuka anatokea Morogoro anakwenda uelekeo wa Iringa. Eneo lile lina mteremko, kwa hiyo ameteremka, akashindwa kulimudu lile gari. Lile gari limeyumba, na ile container ambayo alikuwa amebeba juu pale ikachomoka, ikachimba chini kwenye barabara pale, baadae kaja ikapamia lile basi. Dereva wa basi amejitahidi kulikwepa lile container, lakini na kama utaona amekwenda pembeni kabisa ya barabara pale akijaribu kukwepa lakini amegongwa na ile engo sasa ya lile container na kusababisha vile vifo vya watu ambao nimewataja hapo. Baadhi ya majeruhi wana hali mbaya na wamepelekwa hospitalini, katika Hospitali ya Rufaa Mkoa wa Morogoro kwa ajili ya kupatiwa matibabu. Na miili ya marehemu imehifadhiwa katika chumba cha kuhifadhia maiti hospitalini hapo kwa kwaajili ya utambuzi. Ninatoa uh, taarifa kwa niaba ya mganga mfawizi na ambaye anaendea majukumu mengine. Leo asubuhi saa 12 kasoro tulipokea majeruhi wa ajali ambayo imetokea maeneo ya Rugono iliyohusisha basi ambayo ni high, high express, pamoja na pamoja na gari ya mizigo. Kwa hiyo ajali imetokea mahali hapo na hospitali tumeweza kupokea majeruhi wapatao 44 kati ya hao watu wazima ni 37 na watoto ni saba. Kwa upande wa wao watu wazima wanaume ni kumi na tisa, wanawake ni kumi na nane na kwa upande wa watoto hao saba wanaume ni wawili wanawake ni watano, lakini pia kupitia hiyo ajali tuliweza kupokea maiti mmoja na maiti zingine nane ambazo zimeletwa. Kati ya hizo maiti ambazo jumla ni tisa uh, zimetambulika nne. Kwa hiyo mpaka sasa hivi wagonjwa wanaendelea kupata huduma katika maeneo mbalimbali, wengine wanapata vipimo, wengine wanaanza matibabu na hali zao zinaendelea.